Hawa ni maafisa wa Jeshi la Polisi mkoani Tabora wakiongozwa na kamanda wao Kamishna Msaidizi Mwandamizi wa Polisi Richard Abwao ambapo wamefanya mazoezi ya kawaida ya mwendo wa pole na haraka katika mitaa ya Tabora wakiwa na magari ya doria, mbwa na silaha za moto. Na hapa kamanda huyo anatanabaisha dhima ya kufanya hivyo. Hii ni ITV Digital na mimi ni Apollo Benjamin. Tunafanya mazoezi tukiwa na utayari wa kuwafanya muwe salama wakati wote kuelekea kwenye kipindi cha uchaguzi mkuu tarehe ishirini na tisa tunataka kuwahakikishia kwamba mkoa wa Tabora uko salama, utakuwa salama, uchaguzi utafanyika kwa usalama, na baada ya uchaguzi tutauacha mkoa wetu ukiwa salama. Hilo ni hakikisho ambalo jeshi la polisi mkoa wa Tabora tunalitoa kwenu, mkatimize haki yenu ya kikatiba ya kupiga kura kwa usalama, na baada ya hapo kila mtu arudi nyumbani. Lakini ni wasihi na kuwakumbusha hususani kundi la vijana, msijihusishe na uchochezi wa aina yoyote unaoweza kufanyika kwenye mitandao ya kijamii. Hilo ni kosa la jinai, na utachukuliwa hatua za kisheria endapo utabainika kufanya jambo hilo. Tusijihusishe, tusiogope, kwa maneno yote yanayosemwa ya kiuchochezi. Amani ipo ndani ya mkoa wetu wa Tabora, na tunawahakikishia kwamba mkoa utaendelea kuwa salama kama mnavyotuona, tuko na utayari wa kutosha. Jeshi la Polisi litatimiza wajibu wake kwa kuheshimu sheria na taratibu za nchi zilizopo.